Mjomba, leo ni siku yako ya kwanza kujifunza njia ya wanaume. Kwanza kabisa, nitakufunza hili jambo ulijue: mwanaume kabla ya kuwa mume, lazima kwanza awe mwanadamu mwenye nidhamu. Nidhamu ndiyo msingi wa heshima, na heshima ndiyo silaha ya ndoa. Unanielewa mjomba, eh? Wanawake wengi wanalia kwenye ndoa, si kwa sababu wanaume ni maskini, bali kwa sababu wanaume wengi hawajifunzi namna ya kuishi na mwanamke. Ndoa sio kuwa na pesa tu, bali ni kujua nani uko naye na unamheshimu vipi. Mwanaume anayetaka kuoa lazima awe tayari kubeba mzigo wa upendo, mzigo wa uvumilivu na mzigo wa majukumu. Ukiona unaweza kukaa kimya pale unapokasirishwa, unaweza kusamehe bila kudai shukrani, basi ujue umeanza kuwa mwanaume wa kweli. Ndio maana niko hapa kuwajenga wanaume wanaojua kupenda kwa hekima, si kwa nguvu. Sasa kuna wale wanaume wengine ambao hela ya ada watoto ya watoto wanampa mkewe apeleke shuleni, nguo za watoto unampa mkewe wakawanunulia, mtoto akiumwa, unampa mkewe wampeleke hospitali iko kikasirika, kule njiani, kuna lugha moja tu mwanamke huaga. Naongea, umeona, yeye na mwanangu, naitoa kwa ajili yako, nikumbuke sana au soma sana mwanangu. Usimuone ile anavyoipata kwa tabu wakati ile ajitoa yeye. Sasa siku mkija kuachana na huyo mwanamke eh, hey, eh hao hey, watoto baadaye hata ukiumwa hawaje kukuona tenga, mdanao na hao aone kidogo, at least mzee katoa laki mbili laki tatu, hii itapa nguvu na kuona kwamba baba anatujali sana. Leo tumeanza na somo la kwanza.